Mkubwa Fella kaanguka, alianguka usiku yeah, usiku ule ule ule, Diamond alikuja, watu wamemwona, akaja akamchukua na akamchukua akaondoka naye na yeah, sio hapo. Tuko katika mtaa ambao Mkubwa Fella ndipo e, anaishi na lengo letu sisi tuzungumze na majirani ambao wamemzunguka eneo hili tupate kujua zaidi na zaidi, aa, ni mtu wa aina gani na wao wanashiriki vipi kwenye hali yake ya ugonjwa. Sasa hivi, mamangu, shikamoo. Ma, salama kabisa. Hongera kwa biashara eh, hongera Hala. Mm. Unakuita nani hapa mama yangu? Ah, ni Mama Amina. Mama Amina. Mm. Na tunakulaje kuku kwanza? Tunaanza kupata kuku kwanza. Mm. Kuku kuku. Kuku. Mm. Kuku <laughs> kuku, hapa mnakula? Viazi. Hala. Ah, bwana sasa mama yangu sisi watoto wako wa, wa, wa, Ah, ha, tumekuja hapa kutaka kujua ha, nyenye ni majirani wa Mkubwa Fella. Okay. Na nadhani sasa hivi mmepata taarifa za kwamba Mkubwa Fella sasa hivi ni mgonjwa na ni mgonjwa wa muda mrefu na alikuwa ni diwani wa eneo hili. Mamaangu, tunataka kufahamu zaidi kuhusiana na hali yake ya ugonjwa, nyinyi mnaijua kivipi na kwa namna gani nyinyi uh, kwa sasa kama majirani mnashiriki katika hali yake ya sasa hivi kwa yeah? so, namna na yeah. Eh. Ni, ni, ni, ni, ni mnaishi naye kwa namna gani kipindi ambacho ni diwani wenu? Alipokuwa diwani, alikuwa diwani mzuri sana tu wala hakuwa na, hakuwa na ubaya wa aina yote. hmm. Eh. Sikia kuna pengo bwana. hmm. Na mimi sana nasikia kwenye mambo ya kazi. Eh, katika madiwani kwa diwani ambaye aliyekuepo yeye hmm. Alikuwa ni diwani mzuri tofauti nao madiwani mengine hmm. Eh. Sawa sawa. Kwa sababu hatujawajua. Alikuwa anajali watu, alikuwa anathamini hmm. Akiwaona watu anawathamini hmm. Na na wajali. Sasa, mm -hmm. kikubwa ni kwamba ninachochukua ni kwamba Mkubwa Fella na familia na ndoa au ukiwa kama mama, anawezekana labda pia ukaona chochote cha kujuana kati yako na mke wa Mkubwa Fella, labda wanawake, inawezekana kuna sehemu najuana au mnazungumza? Ah, mimi huyo mke wake kitambo tu sina hata mazoea naye kusema labda tunaongea naye, lakini mwenyewe alikuwa akipita watu mm. anawasalimia na anaongea, lakini huyo mke wake mimi sina ile mazoea nayo kusema labda tunakaa tunaongea, sio, tunafanyaje mm. Mazoea sina mazoea ila yeah. Yeah. Ila mnasalimiana mna, mna yuko vizuri, lakini anasalimia, hana shida. Sikufichi mwanangu, mimi hata ata nikimwona hapa kwa sasa hivi simfahamu kwa sababu mm. hana ile mazoea yale yale, labda kwa wengine, lakini kwangu mimi ana shughuli shughuli, labda ana shughuli shughuli labda za wanawake wenzake, labda na anakwenda kwa wanawake wenzake, lakini sio kwangu mimi, kwa wengine huko anakwenda mm. Sasa so, mimi sikuanza kitambo mpaka nimjue zao mambo ya shughuli shughuli, na mimi mambo ya shughuli shughuli sipo nayo, sio muda mrefu hapa Aa, ni muda mrefu nipo, nilikuwa nakaa mtaule wa kule yeah. Eh, lakini kwa kuja hapa nimekuja na kama miezi minne Ah. Yeah. Kwa hiyo kwa kipande cha huku sijamzoea ile kivile yeah. Sasa. Ila ye, diwani huyo kwa sababu anatembelea watu wake na anawaona na Sasa. Mm. Kivipi unamjua kivipi mkubwa Fella? Namjua kama diwani wangu namjua kama jirani yangu nataka kufahamu jambo moja, mmangu akihekima zaidi, watu wazima nyinyi mnajua mengi. Ikiwa upo katika hali ya kumuuguza mgonjwa, kuna ubaya wowote wa wewe ukasema labda utoke uende sehemu mara moja, hata ukainjoi kidogo na wewe ila, watu akikuona wakuseme kwamba huyu anahudumia mgonjwa, anaendaje kula bata? Hapo hata atakusema, kwa sababu si mgonjwa anaumwa. Kwa hiyo mtu ataacha kuliongea E, ukiwa unauguza ndani utoke ndo kale bata, hiyo kweli lazima mtu atakusema. Mm. Ukiwa unauguza so, kweli uinuke hapa utoke unaenda, sasa unalaa gani mpaka uinuke ndo kale bata uende hapa katoe ndani una mtu ambaye unamuuguza. Kwa hilo ni baya kwa mimi lakini mm. Kwa utu zima wangu ninavyoona kwamba ukiuguza kwamba akili yako yote mm. ipo kwa mgonjwa huko, tena kuna starehe pale? mm. e. Kwa watu wana haki kukujadili kwamba wewe bwana wewe, e, kwa nini unaondoka? Kwa sababu hata mtu anaweza akadharau akasema kwamba labda hauguzi e. E, hiyo ipo kiuhalisia kiubinadamu hiyo e. Ipo sasa, kama unauguza na mtu ndani ambaye yupo hali ambaye sio e, huwezi ukatoka. Sasa una raha gani? Kwa sababu huna raha pale, una raha gani mpaka uinuke utoke ila sana sana kwenye nafasi ya mke hiyo, ila ndugu wengine sana, wengine watatoka, lakini nafasi ya mke na mume hiyo, hmm, huwezi ukatoka unalagani wakati ule ambaye wa ubavu wako yuko kitandani afu uinuke utoke? Hiyo aupatako kwenye kisheria ya kidini zetu vile haipo. sawa sawa, mamangu, ni lazima ukisaidia ukiwa huja, hujarudishiwa fadhila za ulizosaidia, kulalamika sio vizuri kwa sababu wewe umesaidia kwamba hukusaidia kwa kusema paka lazima ulipwe. Wewe umesaidia kwamba umeliweka fungu lako kwa ambayo kesho labda kwa Mwenyezi Mungu utalipata eh, au umemsaidia yule mtu kutoka kwamba huyu mimi, kwa so kwa nini mimi anilipe? Hiyo haipo kidini, lakini kiubinadamu kwamba ukisaidia mtu ukimwona na matatizo nabidi umsaidie, kwa sababu yeye alikukimbilia. Sawa, na alikusaidia wakati ulivyokuwa una shida yeah. Na yeye ushamuona ana shida aiza yupo kitandani yeah. Inabidi na wewe umsaidie yeah. Kwa sababu pale alipo sasa hajiwezi, hana lolote unacho. Kwa nini usimsaidie? Ania kwa wakosahii, tenda wema eh, wende zako, singoje shukrani sawa. <laughs> Lakini shukrani zipo kwa sababu mtu yeah. ameshakusaidia, inabidi umshukuru yeah. Sawa sawa. mm -hmm. Basi mamangu, mimi naomba nipate ushauri wako bwana, kijana wako hapa nisaidie. Watu okay, hoja nisaidia, nije nilalamike au niache tu, nataka kutokea mbeleni inshallah. Wewe saidia watu, na unaposaidia watu waendelea kumuomba Mwenyezi Mungu, ili mradi kusaidia uweke, uweke nafasi yako kesho mm -hmm. So mpaka lazima mtu mpaka akusaidie, sio kweli? Sawa sawa. Eh, wewe unavomsaidia watu unajiwekea mwenyewe mm -hmm unasaidia atakayekuja kukusaidia, heri asiye kusaidia basi sasa. So lazima mpaka ulipwe eh, sahihi, yeah. Mtu akiwa naumwa alafu akatokea mtu akaibuka akatoa madhaifu ya mgonjwa au asha kufanya hivi, wala haifai. Unaambia akiumwa usiyatoe madhaifu yake na wala akifa usiyatoe madhaifu yake. Sasa anapoumwa ukatoa tena madhaifu yake, wapi na wapi, akatupa pale saa zile, yale madhaifu tena hayafai pale mnaangalia kwamba ugonjwa wake aliokuponao ndio ukamtangaza madhaifu yake tena utamsaidia basi. Mungu nikushukuru sana. Haya, niliona ni, ni, ni li, niliona, niliona kwenye mitandao ya kijamii watu wakizungumza kwamba kuna ujumbe ambao ulitolewa na mke wake na Bwa Fella akilalamika kwamba kuna baadhi ya wasanii ambao Um, walikuwa wanamsaidia mwanzo, sasa hivi wamekata. Mfano akatajwa uh, Diamond ambaye ni meneja wa wa, wa, wa, wa wa Fella sasa hivi hamsaidii, lakini kuna watu ambao walikuja, akasema kwamba Diamond amekuwa akisaidia, lakini mke wake amekuwa kwenye matumizi kidogo, na kuna wasiwasi ambao upo kwa upande wa familia pia na, na, na, na, na, na upande wa Wasafi anazungumza kwamba amekuwa kitoa lakini eh, nani sifa pay Diamond, unadhani mama, kwenye hili hasa wanawake, unadhani mnapokuwa mnatoa majambo yenu, hata kama mnauguza, kweli ni kweli, sometimes unakuta mna mawazo na nini, mtakuwa mtumie njia gani ili kuweza kuondoa hii, hayo matatizo? Sababu nasikia Diamond mwenyewe sasa hivi amesema kwamba hawezi kusaidia kwa sababu amesemwa hasaidii, lakini alikuwa akisaidia. Ameambiwaje? maana sijaelewa bado. <laughs> wanasema kuna wakati taarifa zinatoka mitandaoni. Uh, mke wa mkubwa Fella alikuwa wa kwanza kutoa hizi taarifa na sauti yake ilikuwa inasikika akisema kwamba kuna watu ambao walikuwa akisaidi wakimsaidia zamani mm. ila wamekata mm. Akamtaja msanii Diamond Platnumz, msanii huyu mm. Ambaye zamani na mpaka kuendelea alikuwa ni msanii ambaye anamenejiwa na mkubwa Fella mm. Sasa sasa hivi inasemekana kwamba baadhi ya wa wasanii nao wameanza wameazakua nalalamika, ikiwemo na Diamond na ndugu zake kwamba hapana, sisi tumesaidia tumeamboja kujisaidia tena jamani. Kwa hiyo inasemekana mke, kuna namna yeye alikuwa zile fedha za kusaidia anazifanyia, jambo mama yangu anafanya kwake yeye, bila kumsaidia yule mgonjwa eh, alafu anatoka hapo tayari anakwenda kuwatia ubaya wale ambao alikuwa anasaidia, si ndivyo? Sasa na hiyo ana maana mbaya. Kwa nini inabidi afanye hivyo? Kwa sababu gani? kwa sababu na hata huyo Diamond, watu wote tunamjua, hata mara ya kwanza kabisa alipoanguka, sisi angalau ni tuko mapembeni mkitu tulijua, yeye ndio wa kwanza ambaye alomkimbilia ala ee yeye hey, ndoaktuika juu, lakini tumeambiwa kwamba Mkubwa Fella kaanguka, alianguka usiku Amen. Usiku uleule Diamond alikuja Amen. Watu wamemuona akaja akamchukua na akamchukua akaondoka naye, na sio hapo, alimpeleka mpaka nje ya nchi kwenda kumshughulikia. Ni swala kubwa sana ambalo alifanya, kaenda kumshughulikia na kaenda kaangaika naye kadili ya uwezo wake Amen. Basi Mungu akutarajia karudi na alivyorudi kidogo nasikia akaa na ufueni, lakini sasa ndo hivyo mm. tunajua tena masuala ya ugonjwa eh, lakini kamsaidia hata kama hata yeah. Hajamsaidia sasa hivi, lakini msaada wake mwingi aliutoa na alifanya yeah. Kwa sababu hiyo ilienea hata mimi yeah. Siko na uyo Mkubwa Fella siko naye karibuni, lakini yeah. Palienea pote hapa na alionekana kwamba alimbeba yeah alimchukua na akampandisha na ndege akamuondosha kumpeleka India kwenda kutibiwa, in msada msaada ambao Diamond aliofanya hmm. watu wanajua sijui labda wasanii wengine lakini, kwa, kwa Diamond eh... sisi baadhi ya wengine tunajua. Kwa ufupi, kauli ya mke wa Fella... watu wanamchora tu wanamwangalia kusema ule ukweli, lakini hmm. mambo yatendayo ah, marenda zako Sababu tulishasikia yeah. tulisha, tulishaambiwa mm. Hatujaona ila watu tulisikia yeah. kwamba Diamond jamani alikuja hapa yeah. na kambeba kamchukua kamwondosha, palienea potepote, mtaa mzima ulienea, habari zilisambaa, zilisambaa kote yeah. Diamond ya watu sasa, sijui tena labda kimezukwa nini au kimejili kime nini, lakini kime tulioyasikia tulio yeah. ni hayo Eh. Yeah. Ah, basi mamangu ndo leo bwana, kainuka. Mama Diamond ameinuka bwana, mwanangu amemsaidia huyu dada yake yule Esma Platinum, naye mtandaoni huko ameandika bwana kakaangu kasaidia sana jamani, mbona mnasema sasa hivi hasaidii? Imekuaje tena huko? Kumbe huku watu mnajua kabisa kama Diamond alisaidia. Tulijua kipindi hicho, sijui kwa sasa yeah. lakini kipindi kile ambacho Mkubwa Fella alichoanguka, mm -hmm. tulielewa tuliambiwa Tuli kwamba alichukuliwa hapa uwafedha, yeah. Kabebwa, yeah. ali yake alivyodondoka tu, mm. Taarifa zilienea kwa sababu mm zilienea kwa madiwani, kwa wajumbe, kwa nani watote, mpaka wananchi. Tukafanyaje, tukajua Zilwa, jamani, mkubwa Fella ameanguka, na ameanguka jana, ameanguka sijui lini usiku. Sasa tukaja kuambiwa hapa, jamani, ameanguka na amechukuliwa hapa, pote hayupo, kapelekwa India. Kamchukuliwa na nani? wa kwanza kabisa kumpigia simu A, Diamond ndio ambaye aliompigia, na Diamond aliyofika hapa, kaja usiku wa manane, kambeba na kamsafirisha. tulijua sisi wote tunajua. Sasa. Sasa kama hajasaidia tena hukumbile hatujue, mimi atulielewi kwa sababu kila mtu tena na maisha yake, kama hivi tunapita tunahangaika, tuna watoto tunae, kila mtu tena iko bize. Sasa, eh? Akirudi hey, Mwanamke anarudirudi sana usiku hata kuthibitisha hilo. Hilo hatulijui kama mimi hapa silijui kwa sababu silifahamu hilo. Eh, siwezi kulijua. Ndio maana nikakombeni kwamba mimi ali mazoea naye sipo, nilimjua miaka hiyo wakati watoto wake bado wako wadogo. Ni ni mtu ambaye ni wa kivyake vyake sana sana. Kwa hiyo mimi kwa sasa hivi, sasa hivi amaua anapendezesha dunia watoto wake. Hapo <laughs> otkunulia vitu baba yao hapo eh. Kumbe wanakujua kabisa Mkubwa Fella ndo wanakuja kunonoa kuku mara moja moja eh. Wanunua. Ah, moja wanunue, watanunuaji hapa kuku katoka, <laughs> watanunua vitu kama hivi Mkubwa bwana amepita, hatujapata ruhusa hiyo. Tukibarikiwa, tukifanikiwa, tutaonesha na tukipata fursa za tukazungumza nao pia well, kutaka kufahamu hali uh, ya baba yao kwa sasa hivi inavyoendelea uh, ikiwapendeza kuzungumza, lakini sisi lengo ni kuja kuzungumza na majirani wa hapa kutaka kujua zaidi kuhusiana na hali ya Mkubwa Fella tukiwa kama wana yeah. Habari mama angu, mi ni kushukuru sana bwana. Haya na mimi nawashukuru karibuni sana. Asante sana mama. Mm, karibu.